Wa ndugu zangu katika dunia hii kuna watu ambao wanajua kushikisha watu wengine adabu. Huyu mama hapa ameshikiliwa na polisi kwa sababu anamiliki gereza lake peke yake. Huyo mama ni mfanya biashara, alikuwa anafanya, wateja wakija kunywa pombe, wale wote wanaokataa kumlipa pesa yake ya alikuwa anawashika na kuwafunga kwenye gereza lake, na alikuwa ameshafunga karibia 36 hivi, lakini polisi ilivyokuja kumshika wakamwambia kwamba hicho kitu unachokifanya sio vizuri, lakini huyo mama alijitetea akawaambia, walikunywa pombe yangu na wana pesa zangu hawataki kunilipa, ndio maana nimewashikilia na kuwafunga kwenye gereza. Na wengine walikuwa kizalilisha wanawake pale, wamekwisha kulewa. Na kama unaona ndugu yangu, huyo mama alikuwa anafanya kitu chema, weka like yako hapo na tuwezi kujua kama wanawake wa aina hiyo bado wako wengi katika dunia hii ambao wanashikisha wanaume wasio taka kuheshimu watu wengine. Asante sana.